Ban msanii Wema Sepetu ameza bana kuamua kwenye mazishi wote ambao wameweza kumpigia kelele kuhusiana na yee basi kuweza pia kutokuwa na mtoto, lakini pia kuhusu nyumba zake na mambo mengine kama hayo. Je, yeah. amewanyamazisha kwa njia gani? Basi baki na mimi mpaka tamati. mimi ni Queen of the Mic Reykavisha na hapo ni Mseto Media Hakikisha kwamba umebonyeza maneno kisha maneno, subscribe, kisha alama ya kengele ili usiwe unapitwa na taarifa zetu pale tutapokuwa tunazipitia kwenye segmenti yetu leo ya Behind the Fame. Basi nimesimama na mwanadada mlimbwende Wema Abraham Isaac Sepetu ambaye yeye basi ameweza pia kuamua wajibu wale wanaompigia kelele kila siku na kuweza pia kumtukana mitandaoni kuwa hana mtoto kama tunavyojua star wa Bongo Movie Wema Sepetu mpaka sasa hajajaliwa e, na Mwenyezi Mungu kuweza kupata mtoto, na pale basi anapokuwa anaenda tofauti na Watanzania, basi hutumia swala hilo hapo kama vile fimbo ya kuweza pia kumchapia bidada kuitwa Wema Sepetu wengine basi pia wakimwita majina makali kuhusiana na kutokuwa na mtoto, na wengine wakimwambia maneno yanayokera, huku basi pia wengine wakifika mbali zaidi na kuweza pia kumwambia hana nyumba wala lolote, jina kubwa lakini amepanga tu. Sasa mwanadada Wema Sepetu ameamua kuwajibu watu hao na kuweza pia kuonyesha kuwa haumi wala haumizi kwa lolote. Wema Sepetu kupitia kurasa wake wa Snapchat ameweza kuposti na kuandika hivi, nitaenda kunuku kile ambacho ameweza kuki Adresi bidada kuitwa Wema Sepetu anasema hivi: ladies and gentlemen, naomba nitoe tamko dogo, msije mkadhani naumia. No matter fact, ime accept na ime make peace na moyo wangu. Msinionee huruma wapenzi, kwani mi ni wa kwanza kukosa mtoto jamani? Aha, no bwana. So naomba mwaka huu tusemane kuhusu mambo mengine jamani, sio mambo ya mtoto Maisha yenyewe mafupi tu, enjoy na tu max. Na kingine sijui, Wema hana kazi, hana nyumba. Sitaki urithi, niliwachiwa wa nyumba unatosha. Tusiingiliane, mimi nikijenga, nisipojenga, that's my business. Kwanza sina hata wa kumwachia urithi, ibaki hivyo. 2026, we living the good life, no questions asked me. Hayo bana aliandika Wema Sepetu akimaanisha wa hajutii kutokuwa na mtoto, kwanza yeye sio wa kwanza. Akisema e, mwaka huu hapa 2026 e, uwe basi ni mwaka wa kuweza pia kuenjoy, sio kuweza kulalamika au basi kuweza kulaumiana. Alafu mwisho akamaliza na kusema kwa wale ambao wanamcheka eti hana nyumba ye, basi ajali lolote ilikuwa ni nyumba alizoachiwa kama urithi na baba yake zinamtosha, kwanza ajenge amachinani 2026 twende tukali maisha bana. Ndicho kitu ambacho aliweza kukimaanisha bidada kuitwa Wema Sepetu, hayo ndio aliweza kuyasema. Nikakumbushe tu, pamoja na hayo aliyosema Wema, lakini wasanii wenzake kama kina Hamisa Mobeto, Nandi Wolpa, Woya na wengineo wanajivunia watoto wao na mijengo yao huku wakijiita mama wenye nyumba. Haya, wema ameandika baada ya kuwa anashambuliwa sana sana sana sana na watanzania wengi wakiwa wanaonyesha Utakuweza kupenda harakati zake za chama fulani cha siasa Je, wewe una lipi la kuweza kumshauri Wema Isaac Sepetu juu ya aliyoandika ama juu ya andiko lake hili? Tuachie comment yako hapo chini kwenye comment section na sisi tutaisoma. Once again, Queen of the Mic Rekavishe na hapa ni Pale Pale Mseto Media, endelea kubaki na sisi until next time. Bye bye. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.